Mesema tarehe 31 lakini hatuwezi kumaliza kwa mtindo kwa nani, kwa siku hizo. Basi tumebakiza karibu siku kumi na kidogo, tarehe 31 mwezi wa 12 si ndio? Ndio nimeniona ni pale mwisho kwamba kwa mradi unatakiwa kukamilika tarehe 31 mwezi wa 12 haiwezekani. Yani kwa muda unaokwenda hata hii haiwezi kukamilika tarehe 31 kwa hali halisi. Tunachoomba tu upeleke haraka haraka, kwa sababu fedha tunayo, hatuna sababu ya kuchelewa. Tunahitaji labda Januari watoto wanaingia. Waingie kwenye madarasa. Unaona wakienda wakienda hivi bila practical. Hakuna masomo theory theory theory theory kwenda kwenye practical amna. Tunahitaji kwa vile fedha serikali imekushare. Tukibizana wewe na afisa elimu tuweze kumaliza hii. Nia ni hiyo tu. Unaona? Rais anatuletea fedha nyingi nyingi nyingi. Hatuwezi kubishana na, na, na wakati. Kuna vitu wakati mwingine vinapanda kama sasa hivi. Vitu vimepanda. Estimate zilizopiga wakati ule zinakuwa ziko chini Lazma mtafute namna ya kufanya mawasiliano na ofisi ya mkurugenzi, kuna kitu cha kufanya, kwa sababu kuna nini mabadiliko ya fedha ya, ya, yanakwenda kila wakati. Mimi niombe tukimizane tukimizane nayo, ili Januari wanapoingia kwenye mwezi wa pili wa tatu darasa lianze kutumika, na yale myapeleke haraka, na mafundi wao wanahitaji usimamizi. Mainjinia mafundi wetu wa wanahitaji usimamizi wa haraka kabisa, ili kuweza kuona kwamba tunakimizana na, na, na, na, na, na, na, na, tuombe maeneo ambayo yana nini namna hii na, mainjinia waje site, waje site mafundi tena, kwa force account fosi akaunti na umu naumaumba anajenga wapi? wengine si loko fundi hapo, ndio hmm, yes. Ana, anaona hapa, mja mpala siku nyingi anakwenda, anakaa siku mitatu kule anakaa nje anafanya kazi nyingine. Tuwasimamie wamalize kazi adawazi, kazi, <pastartan> kazi <nyo. fli> nashukuru. Tuangalie tutakwenda kwa tahadhari ya miaka ya nini ya mbele, tuitazame Mpanda ya miaka uko mbele tusitazame Mpanda ya sasa, na tulishukuru wakati ule kwamba eneo lilikuwa amechukua eneo kubwa ya kutosha kulingana na mahitaji ya mji. Niulize swali jingine tena, wakati ule tulikuja na kamati ya nini ya bunge hapa, kuna kitu waliproposia kwamba watu wa mipango miji wanavyo plani. Sasa wao wana plan kwamba tutajenga na tutaweka nini mabomba kwa ajili ya, yani isiwe njia ya, yani ya kufanya ya ya nini ya, ku, ya kubeba tunavyobeba sasa hivi Mpango tumeshaanza au basi bado tuko hewani sababu so, tunatakiwa tupange miji kulingana na miaka inavyokwenda huko. Hii ya kuingiza magari kwenye mitaa sasa imesha kufa. Tunapopanga mji tunapima huko sasa hivi. Mipango yetu tunapima huko sasa hivi, mipango tunayopanga tunakwenda sambamba na ujenzi wa ma, ma, maeneo hayo kulingana kwamba tunajenga moja kwa moja na na nizi na kuwa na drainage za kuja kwenye kwenye mradi so, ikinyesha mvua huko, huko, kupita ukitoka ukaku, ukaku, ukaku, ukaku. Kati, nani mkoa wilaya kazi ni nzuri hata tukienda uko chini basi na nadhani, huu mtindo mlioanza wa kujenga kwa kutumia nani ni, ni mzuri sana wa mawe. Wajerumani wanajenga hivi miaka mia nne mia tano nadhani mnatupeleka kwenye Tanzania miaka elfu moja na mia tano huko mbele. Tunawashukuru kwa kazi njema. Shule hii itakapokuwa imekamilika katika ukamilifu wake itakuwa na wanafunzi mia tisa themanini wa mrana, ambapo tutakuwa na hizo combination mbili kwa kidato cha 5 na 6 na waliobaki watakuwa ni waolevu, lakini kwenye ile michepoo yetu ambayo sasa imerekebishwa rekebishwa, sio kama tulivyosoma sisi. Kuna vitu vingi vimeongezwa na kupunguzwa. Kwa hiyo inaweza kutumika pia mwalimu kuandika kama summary, lakini pia inaweza kutumika kwa ajili ya kwa moja kwa moja kama ni notes za mkono. Aii tu hapa

Mtoto akishindwa kusoma au kujue basi huyo sio. Mheshimiwa mkuu wa wilaya tunakushukuru sana kwa usimamizi. Mkurugenzi ambaye ni a usaidi tunashukuru kwanza kwa usimamizi kwenye mainjinia, Mwenyezi Mungu awajalie sana. Sasa, utumishi, nyie kazi yenu ni kutayarisha wako watayarishaji na wako watekelezaji ambao ni maengineer, mainjinia, tuwashukuru.